Shekh al haji Saidi bin Ahmad bin Muhammad, mratibu wa afisi ya mufti mkuu Pemba, awezi kutoa nasaha na salamu za afisi ya mufti baadaye. Naogopa kumaliza nikarudi tena nikakaribisha, naogopa ulimu wangu kufanya fundo. Kwa hiyo nitamuomba yeye hey, baada ya na nasaha zake na salamu za afisi ya mufti akukaribishe wewe mgeni rasmi ili tupate nasaha zako inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim

Mheshimiwa Hamadi Hassan Chande, naibu waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi nyote mliopo meza kuu, maofisa wa dhamini, viongozi mbalimbali mbali mliopo kwa nafasi zenu, wa wizara na taasisi mbalimbali hapa mbali. Pemba, mashehe, maimamu walimu wa madrasa, wanafunzi wenzangu na waalikwa nyote kwa ujumla, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimetakiwa nitoe salamu za ofisi ya Mufti Mkuu. Mimi salamu zangu nitaomba uniruhusu nisome aya chache ambazo zimo katika surati Ali Imran, halafu mafunzo yaliyomo kwenye aya hizi hizi zitakuwa ndio salamu zangu, ndio salamu za ofisi, ndio ujumbe wa ofisi kwa wananchi wa visiwa vyetu vya Unguja na Pemba na Tanzania kwa ujumla, tukizingatia kisa cha malezi ambayo yalikuja wakati analelewa ya Bibi Mariam. Kisa hichi kimetajwa, mchakato wake ni mrefu, lakini mwisho ikawa ikasema, watu wengi wakapenda sharafu utukufu na hadhi ya kumlea mama huyu ambaye taarifa zake zilishatajwa katika vitabu vilivyotangulia. Pakapigwa kura, nani atamlea Maryam? wakafalaha Zakaria kulama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indi Allahi inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wakati Nabi Zakariya alaihi salatu wassalam anamlea mama huyu, na ikawa katengewa eneo katika msikiti lakini ikawa anakwenda kumhudumia, anakuta kila akifika, anakuta huduma nzuri kuliko alizopeleka yeye. Akamuuliza, anna laki hadha, hivi vizuri nilivyovikuta vyakula, vinywaji na kila aina ya vitu, wapi vimetokea? ya Mariam akamwambia, huwa min indillah vinatoka kwa Mwenyezi Mungu, inna Allah yarzuqu yaruzuku man yashau bighairi hisab, Mwenyezi Mungu humruzuku anayemtaka pasi na hesabu. Maudhi yangu inaanzia aya inayofuata hunalika daa Zakaria, kwa utukufu ule aliouona karama na miujiza mbalimbali aliyoshuhudia, hunalika daa Zakaria raba, kutoka hapo Nabi Zakaria akanyanyua mikono kumuomba Mola wake rabbi habli min ladunka dhuriyatan tayiba innaka samiu ldua, ewe Mola wangu nakuomba nipe tena hiba tu, si kwa kutoa chochote, nipe kizazi mtoto mwema, kwani wewe ndiye unayesikia na kupokea maombi ya waja wako. Fanadathu lmalaikatu wa huwa qaimu <tutu> yusalli fi lmihirabi anna allaha yubashiruka biyahya musaddikan bi kalimatin min llahi wasayidan wa hasuran wa nabia min salihin, akaja malaika akampa habari ya kwamba Mwenyezi Mungu anakupa habari njema kwamba utapata mtoto na jina lake anaitwa Yahya. Jina lake hajafika, lakini atakapokuja jina lake ni Yahya, na sifa zake ni hizi, atasadikisha yale yaliyomo katika me mpaka kasa. Atakuwa ni mtume na ni katika watu waliokuwa wema kabisa. Nabii Zakaria baada ya kuambiwa hayo, kala rabbi anna yakunu lighulam wa kad balaghani alkibar wa mraati aqir kala kadhalika Allah yafalu ma yasha, akasema ee mola wangu, vipi mimi nawezaje kupata mtoto hali ya kuwa mimi nishakuwa mtu mzima mzee na mke wangu kashakuwa tasa hana uwezo wa kuzaa tena, vipi nitapata mtoto? Lakini Mwenyezi Mungu akampa habari kwa maana ya kwamba Hivi ndio Mwenyezi Mungu anaofanya, lolote analotaka analifanya. Sasa maudhui hapa inakuja, nabii Zakaria aliomba dua kule nyuma, aya iliyotangulia, anapewa habari kwamba utapata mtoto. Sasa vipi, nitapataje mtoto? Zingatieni vizuri eh? Vipi nitapataje mtoto? Yeye ameomba kupata mtoto, tena mtoto mwema. Leo anapewa habari, utapata mtoto, tena mtoto mwema wa kiume, na jina zake, na jina lake ataitwa Yahya anasema vipi nitapataje mtoto? Sasa hapa, kama je, alishasahau dua yake, au alikuwa haamini dua yake? Ulama katika faida ambazo kwamba nilizozivuna katika darsa ambazo alikuwa akiziendesha Fadilatu shekhe mufti mkuu wa Zanzibar katika msikiti wa Chachani alisema kitambo cha dua ya nabii Zakaria, mpaka kuja kupewa bishara hii, habari njema ilichukua takriban miaka arobaini, takriban miaka arobaini. Faida hii niliipata nikiwa na umri wa miaka 18 i mpaka leo nina miaka 48 sasa takriban miaka arobaini ndio anakuja kupewa bishara ni kuonesha Muislamu mwenye kuamini imani yake hakati tamaa, bali anaomba Mwenyezi Mungu, wala isifike pahala akasema, tunaomba wala hatukubaliwi. Inawezekana hii amani ambayo leo tuko nayo, leo leo tarehe 27 wakati tarehe 29, tutakwenda kwenye uchaguzi, bado hakuna taarifa, kampeni zimefungwa, hakuna chochote ko aliyekunwa hata upele, si ndio? Inawezekana ni matunda ya dua zetu tulizosoma huko nyuma kabisa. Kwa hiyo wito wangu kwa Waislamu tuendelee kuomba dua, na mimi nipendekeze utaratibu wa kuomba dua hata ikiwa si mwaka wa uchaguzi. Tuna mambo mengi ambayo sisi tunahitaji kwa Mola wetu, tuendelee na utaratibu wa kuweza kuomba dua. Ama jambo la pili ambalo ningepata kulisema hapa hapa, inaunganishwa Nabii Zakaria akamwambia baada ya kusha kuomba hivyo, akasema rabbi jaali aya Mwenyezi Mungu kama nitapata mtoto basi nipe dalili ya kunijuilisha ya kunifariji sasa, kwa mimi nipatapata mtoto. Akaambiwa, ayatuka alla tukallima nnasa thalathata ayamin illa ramsa, dalili za kukuonesha na kukujulisha kwamba wewe utapata mtoto, hutokuwa na uwezo wa kusema na watu kwa muda wa siku tatu isipokuwa kwa ishara. Na ni kweli nikamtokeleza. Nabii Zakaria akaambiwa, sasa ukiona ishara hizo, wadhkur rabbaka kathiran Wasabih bil ashi wal ibkar, ukiona ishara hizo fanya wingi sasa wa kumkumbuka mola wako asubuhi na jioni. Letetas msabihi, mtaje mola wako kwa wingi, najua kwamba neema hii uliyoipata umeipata kutoka kwa mola wako. Nini maudhii yangu? Nakusudia kutoa salamu zangu kwa wananchi wote wa Zanzibar, tunaelekea kwenye uchaguzi la shaka kuna watakaofurahi sana, kuna watakaofurahi kiasi, kuna watakaokuwa wenye kuhuzunika. Kwa hiyo, ujumbe wangu, yule ambaye atapata furaha kupitia yale yatakayotokea katika uchaguzi huu, basi alaikum wadhkur rabbakum kathiran wasabihuhu bilashiyi wal-ibkari. Mtajeni, mkumbukeni mola wenu kwa sana na mumtaji kwa wingi kabisa, asubuhi na jioni. Na siyo jazaa ya mtu mwenye kupata neema kwenda kumkufuru mola wake. Kwa yule ambaye ataneemeka kwa uchaguzi utakaokuja, jazaa hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu. Neema ya Mwenyezi Mungu tuichukue kwa kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wiki kwa wingi, na siyo kwa kumkufuru. Hili jambo la pili, salamu yangu ya pili, ambao naomba hii uchukuliwe na kila mtu ambaye atakuwa ni mnufaika kwa yale atakayotokea baada ya uchaguzi huu, basi manufaa haya tuyashukurie kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi na siyo kumkufuru Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu, jambo la tatu, mtume sallallahu alaihi wasallam asema ajaba li amri almu'min inna amrahu kullahu khair fain asabathu saraa shakara fakana khairan lahu wain asabathu dharaa sabara fakana khairan lahu. Mtume sallam ametoa bishara kwamba muumini anayejiamini muumini kwa lolote litakalokuja kwake ni khairi. Akipata yale yaliyokuwa mazuri kabisa basi hushukuria kwa yale mazuri aliyoyapata ya na ikawa ni kheri kwake, kapata kheri na kule kushukuru ni kheri kwake yeye. wa in asabathu dharaa, yakimfika yale ambayo siyo mazuri hayaridhishi kwake, lakini sabara, husubiria. fakana kana khairan lahu, akisubiria, kwani inna Allaha mae maa sabirina, ikawa ni kheri kwake. Kwa hiyo huo ndio wito wangu, lakini sambama na hilo la mwisho kabisa, mimi niwaombe tu ni waombe, ni waombe hasa lile kundi la watakaonufaika na yale yatakayokuja baada ya uchaguzi, hawa watoto hawa waliotusomea hizi adhkari na dua mbalimbali mbali. Dua zao zina thamani, hazizidiwi kwa ubora dua zao isipokuwa na dua ya mzazi tu kwa mtoto wake. Jengeni, wajenge utamaduni ya kukumbuka kutoa sadaka mbalimbali, kuwakumbuka watoto wale ambao ni vipaji, ambao Mwenyezi Mungu kavinyanyua na kutoa mchango wako watoto wake kuendelea, basi huende ikawa ni heri na kutakadua zaidi kutoka kwao, huenda ikawa ni heri kwa hicho ambacho utakitafuta, ambacho utakuwa umenemeka nacho. Mwenyezi Mungu akuongoze katika njia iliyokuwa ya heri. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, jalsa hii siyo ya kwangu, ja sahii ni ya kwako. Baada ya dua, masikio, nyoyo ziko tayari kuweza kukusikia kwa heshima na taadhima, naomba sasa nikukaribishe utupe nasaha zako.